Jina langu naitwa Masumbuko Lazaro Ngoso, ni inspekta wa jeshi la polisi Tanzania. Kituo e, changu cha kazi ni Chanika. E, nafanya kazi kama mratibu wa programu ya usalama kwanza wilaya ya polisi Chanika, ambayo inahusika na masuala ya malezi ya watoto, huduma za familia na kuzuia masuala ya uhalifu na ukatili kwenye jamii. E, katika utafiti wangu ambao nimeufanya kwenye wilaya ya Kipolisi Chanika ambayo ina kata nne kwa maana ya Msongola, Chanika, Zingiziwa, nimegundua kwamba uhalifu unaanza ngazi ya chini kabisa. Watoto wa umri chini ya miaka kumi na mbili wanajihusisha na masuala ya uhalifu. Unaweza ukakuta mtoto anaiba, muona, anaiba hata dukani, anashirikishwa kwenye utabangi, anashirikishwa kwenye masuala ya tunasema ukahaba, mona anashirikishwa kwenye masuala ya ya ya mchezo hatarishi mona. Kwa hiyo sasa, nikaona kwamba changamoto hapo ni malezi kwa sasa, tukasema, kwa sababu msimamizi mkuu wa malezi ni wazazi, nikaona ni bora nitunge kitabu ambacho kitasaidia kuwa mwongozo wa malezi kwa ambao utatuka kazi ya familia kwa malezi kwenye taasisi za elimu kama vile labda shule. Kama mtu anataka kutoa elimu kwa watoto anaweza akatumia kumsaidia, lakini pia kwa kwa jamii kama vile labda kanisani, anataka kutoa elimu kwa waumini anaweza akakitumia. Kama anataka kutoa elimu msikitini anaweza akakitumia, au kwenye haraiki au kundi la watu popote toakatumia kitabu hiki. Nimeunganisha nime, nime kwa kutumia sheria za Tanzania, kwa maana labda sheria ya mtoto imeweka rejea pale ya mwaka 2009, umeona? Kwa hiyo nimetumia hiyo sheria, lakini katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna rejea za vitabu vya kiimani kwa maana Biblia takatifu kama mwongozo mkuu wa malezi, e, ya kiroho, lakini pia nimetumia Kurani ufu ambayo inatufundisha na kupa mwongozo wa namna ya kuishi vema kwenye jamii. Kwa hiyo vitabu hivi nimekaona kwamba ni kwa vya muhimu kama vitumia kama rejea wakzinanda hii kitabu. Kwa hiyo ni kitabu muhimu kinaweza kikatumika kuelimisha jamii wajiepushe na ukatili na unyanyasaji wa watoto, lakini pia kinatumika kama nyenzo ya kuzuia e, ukatili na unyanyasaji usitokee kwa sababu malezi yanaanza wakiwa watoto wadogo. Asante. Okay. Na katika ngazi ya familia hiki kitabu pia wanaweza kuwa nacho, au mpaka kwa yule ambaye anatoa elimu Naam, ni sahihi kabisa, hiki anapaswa kuwa nacho kila mtu, kwa sababu ukiwa ngazi ya familia utafundisha watoto wako wewe mwenyewe, utajielimisha wewe mwenyewe, na utaelimisha na jamii nyingine, kama ambavyo tunasema, amani inaanza ndani yako wewe mwenyewe, na kisha unapeleka kwa wengine. Kwayo ina maana akiwa nacho hichi kitabu kitamsaidia kutoa stadi za maisha kuwa mwongozo wa kufundisha namna ya kujiepusha masuala ya ukatili. Okay, labda mtu ambaye anasikiliza sasa hivi anatamani akipate kitabu hiki e, anakipata wapi na ni shilingi ngapi? Asante sana, kitabu hiki kinapatikana kwenye ofisi ya vituo vya kulelea watoto e, wadogo mchana, inaitwa Ufikua Tanzania, ofisi zake zipo Chanika kwa Ngware na akitaka pia kuwasiliana na sisi anaweza akapiga simu ya kwangu 0658647771, e, 0658647771. Akipigia nitamuunganisha atakupata, au akienda akitembelea ofisi za Uvikua Tanzania anaweza akazipata vitabu.